aliamini so, ya ya kwanza na pili ukurasa ukurasa 42 42 42 soma hadithi ya 42 kasema kasema mtu anasemaje anasemaje? hey, eh hey, unasema hey, Muhammad anamjia mmoja wenu shetani katika sala sala anamwijia mmoja wenu shetani katika sala. Basi eh hey, anampuliza anampuliza hey, katika matako yake wakiswa. Haleluya, amen. Hata huyu aliyesilimishwa ameingia kuswali kasheshe, uwapo wakiso. Mko tayari kupulizwa? Mko tayari kupulizwa? inna lillahi wa inna ilaihi rajiun siba. Lakini dini ya uislamu hatima yake wapi? Kwanza na waangalia waislamu na wachungulia wanaume kwa wanawake wana dhambi 47 19 Qur'an, 47 19 Qur'an, eh 47 19 Qur'an, eh surati Muhammad, ndio yani sura Muhammad mwenyewe. uh -huh. Inasema hey. chua ya kwamba hakuna abriye kwa haki ila Mwenyezi Mungu, ndio naomba magufira kwa dhambi zako kwanza. Muhammad ana dhambi wengine, na dhambi za Waislamu wanaume, Waislamu wanaume wote wana dhambi, wote wana wote, wote, mnadhambi. Wote. Na wengine, ana waislamu wanawake. Waislamu wanawake, wote, mnadhambi. Wote, wote. Ehe. Na Mwenyezi Mungu e, anajua mahali penu pa kwenda. Ni wapi hapo 19:71 Qur'an? 19:71 Qur'an. Wanaenda wapi? Ah, 19:71. Inaitwa surati Maryam. Ndio. Sura Maryam. Maryam 19:71 inasema Maria inasema wala hakuna yeyote katika nyinyi ndiyo ila liweye kuifikia hiyo jehanamu. Kumbe hakuna atakaye yapuka jehanamu. Waislamu lazima uifikie. Sasa lazima muislamu uwe mwanaume, mwanamke, maadamu na dhambi, lazima ufikie jehanamu. Muhammad, kumi mia na mbili, yuko hapa. Kumi mia na mbili inaitwa surati Yunus, na nilishukuru sana mwalimu wa Kiislamu alithibitisha, Muhammad alilogwa, alilogwa Wakisu, haleluya, aleluya! Hivi kweli mko tayari kumwacha Yesu aliye hai ambaye matatizo yote yanakwisha kwake, muende kwa mtume aliyelogwa? inalilahi wa inaila, kumi na mbili inaitwa surati Yunus, ndio yani sura ya Yona, anasema eh. Basi wanangoja jingine. Ndio. Bila kuwajia mfano wa siku za adhabu zilizowafika tu walopita kabla yao eh. Sema Muhammadi. Sema. Basi ngojeni na mimi pia Muhammadi eh. Niko pamoja nani katika wanaongojea. Subiri twende <tipu> ufafanuzi anasema eh. Ukimwona mwenzio amenyolewa. Ukimwona kama yaani mtume wenu tayari yuko kule anahukumiwa wewe ufanyeje? Ukimwona mwenzio amenyolewa eh. Kwa jambo hilo hilo ndio unaolifanya eh. Basi na wewe eh chako kwani. Kwani na wewe yeah, utanyolewa kama alivyonyolewa. Haleluya, akasema sisi tunaenda peponi. hii pepo ya Waislamu iko wapi? sio mnasema tu pepo pepo. Nyie mnajua pepo yenu ilipo? Twende aliswadiki aliamini, ukurasa wa 60 kasema mtume SAW kasemaje? kasema Muhammad, pepo ya Waislamu iko wapi? pepo ya Waislamu wapi iko? chini ya miguu ya kina mama inalilahi inna lillahi chini ya miguu ya kina mama, mnaenda kufanya nini? Kama ndio pepenu, ubarikiwe. Ugai sasa hawa na Mungu huyu wao, Mungu wao anaitwa Ala subhana wa taala. Je, Ala subhanawataala anaenda? Twende hamsini thelathini Qur'an hamsini thelathini Qur'an, barikiwe. Ainasema eh? siku utakapoiambia Jehanamu eh? je umejaa eh? itasema je, kuna zaidi zaidi na ije eh, uh -huh. eh. Sasa Jehanam itaendelea kuuliza, je, umejaa. Lakini Jehanam itaulizwa na Ala, Jehanam itajewa, je, kuna ziada na ije. Twende sahii, Albuhari inasemaje? Na ije wapi, ukurasa wangapi? Ukurasa wa 171. Changamka mdangu, Ala anaingia wapi? anasema hey. A, imesimuliwa na Abu Hureira, ndio anasema hey. Siku watu watakapokuwa wametupwa ndio katika moto wa jehanamu hey. Ala tayuriza jehanam, je hey. Umejaa, umejaa jehanamu itasema Eh. Hey. je kuna ziada, kuna ziada ziada na ije hey. mwisho Eh. Hey. Ala mwenyewe mpaka ala mwenyewe atakapoingiza humo nini unyayo wake, kumbe ala na unyayo. Ninyi mnasema Mungu wenu hana mfano, kumbe ana mguu tena mmoja, kilema huyu. Atakapoweka unyayo wake, jehanam itasema jehanam itasema, ndio sasa inatosha, inatosha hey. Imejaa imejaa, poleni Waislamu oh, Mungu wenu yeah, motoni, motoni. Yeah. Inalila. Inalila. Ya ni nyonyee motoni. Kombe la ushindi kati ya timu mbili pinzani na timu hizo ni timu ya Yesu Kristo na timu ya Ibilisi Shetani. Mtangazaji wako ni yule yule mzee wa kuelekeza, mchungaji Azimatina. Mitamboni yupo John Chimbi na Riziki Kamonga. Tunakualika kuungana nasi kwa matangazo haya rukuki mwanzo hadi mwisho kwa upande wa timu ya Yesu Kristo mashabiki ni malaika matidioni, wazee ishirini na nne, viumbe wanne, maselafi makerubi na waliokoka wote duniani. Na kwa upande wa Ibilisi Shetani mashabiki ni mapepo yote, majini yote, vinyamkela, wachawi wote, waganga wa kienyeji wote, mizimu yote na wenye dhambi wote duniani. Hali ya hewa ni nzuri kabisa viwanjani hapa, na refarii tayari ameshafika uwanjani hapa, naye si mwingine bali ni mzee wa siku, yani Mungu Baba na mpira unawekwa katikati ya uwanja, anakwenda kupiga mpira ni mama mchungaji Maderemo, yani Monika Maderemo. Monika Maderemo kwa mguu wake wa kulia anagonga mpira na mpira unakwenda kwa Mama Anandenda, mama Anandenda anagonga kichwa na mpira unaenda kwa mama Farina Matina. Farina Matina anatoa pasi mama mama Nyomasa, kwa mama Jamasi. Mama Nyombaza anatoa shuti kubwa na mpira unaenda kwa mama Mgendera. Mama Mgendera kwa mguu wake wa kusote amegonga kichwa na mpira unaenda kwa mchungaji Asule Mwandambo, Asule Mwandambo anarusha mpira, unaenda kwa mchungaji Magareno, mchungaji anatoa pasi kwa mchungaji Njamasi, mchungaji Musa mchungaji Musa mchungaji saa anaganga na mpira unaenda kwa Yusuf kikuma mchungaji Yusuf kasu anatoroka eneo la hatari anakwenda kwa Messi pasa